Vifaa wanavyotakiwa kwenda navyo JKT baada ya kuandikishwa. Moja. bukta ya rangi dark blue yenye mpira kiunoni yani elastic iliyo na mfuko mmoja nyuma urefu unaoishia magotini isiyo na zipu, kwa vijana wa kike iwe na mpira kiunoni na kwenye pindo za miguu. Mbili. raba za michezo zenye rangi ya kijani au bluu. Tatu shuka mbili za kulalia zenye rangi ya bluu bahari. nne. Soksi ndefu za rangi nyeusi. 5. Nguo za kuzuia baridi kwa watakaopangiwa mikoa yenye baridi. 6. Tracksuit ya rangi ya kijani au bluu. 7. Fulana ya kijani kibichi yenye kola ya duara isiyo na maandishi na 8. Chandarua rangi ya kijani au brown. Imetolewa na mkurugenzi wa habari na uhusiano, makao makuu ya JKT, tarehe 20 Januari 2026.